Bila kupoteza wakati, ni kuombe Kadogonjo useme mawili matatu, alau tutaka mwenyeji wetu apate hata dakika hata robo saa, alau aongee na wananchi wake. Karibu Kadogo na na na Selela. Selela oye! Kwamba hii wilaya inakwenda kufanya changes ya miradi ya maendeleo inakwenda kufanya changes ya utumishi uliotukuka kupitia kwa waheshimiwa madiwani wenzangu, wapigeni makofi. Tusimame kumtafutia mama Samia kura. Kura za mama Samia zijae, za mbunge wenu zijae, za madiwani wenu zijae, ili na nyinyi basi muwe na uhakika wa nafasi zenu. Kwa hiyo sasa tuna siku kumi na nane za moto, nimewaambia siku kumi na nane za moto za kuhakikisha kura za mama Samia zinajaa pale ranchi nimewaletea maji lakini kazi bado itaendelea. Tutapambana kuhakikisha kwa kwamba watu wa ranji wanaenda kupata maji ya kutosha. Sasa kwa nini Oktoba tusitiki? Kwa nini Oktoba tusitiki? Ukirudi pale Ndinyika msinichukulie poa, mkirudi pale Ndinyika nimewaletea pia maji, sijaleta nimeleta. Sasa kwa nini Oktoba msitiki? Kwa nini Oktoba msitiki? Ukija hapa bomba pia nimepambana, miaka nyuma nimewaletea maji sijaleta? Nimeleta. Sasa kwa nini Oktoba? Kwa kwa nini Oktoba msitiki? Kwa msitiki. Lakini ukija hapa shuleni pale chini pia nimepambana, nimewaletea vikundi vya akina mama, lakini maji pia nimewaletea. kwa nini Oktoba msitiki? kwa nini msitiki? Lakini kama sio haitoshi, Mheshimiwa mbunge ukishaa apishwa tu, naomba kituo chako cha kazi cha kwanza kiwe Selela. Kuna mradi wa maji, kuna mradi wa maji, tuko katika hatua ya mwisho kuikamilisha katika kitongoji cha Nadoso. Itoka hapo chini sasa hivi watu wanapata maji, nimepeleka maji umbali wa kilomita nne. Sijaleta au nimeleta? Sasa kwa nini Oktoba msitiki? Kwa nini Oktoba msitiki? lakini kama hii haitoshi, kule mbashi nimeviletea vikundi vya, kitosha, vya kutosha vya kina mama. Ni waidi na mimi katika baraza la madiwani nikiwa memba wenu, chochote ambacho kitawahusu kata zenu na uwezekano wa kukipata ndani ya halmashauri, tutapambana wote kuhakikisha kwamba tunasukuma gurudumu la maendeleo katika wilaya yetu, lakini niseme tu shule, yale madarasa yakija, mheshimiwa mbunge na mheshimiwa madiwani, nikija kwenu mnikubalia baadhi ya madarasa nayo yaje huku. Lakini kama hiyo haitoshi, idadi ya walimu ikija kwa ajili ya kugawa katika wilaya yetu, tuna upungufu wa walimu wengi katika shule zetu, nitaomba na pia mtusaidie. Lakini zaidi pia, ni waidi wanaselela, hospitali yetu nitapambana itoe huduma inayostahili kwa sababu, sasa hivi Selela naweza nikaita ni mji wa kimkakati ndani ya wilaya ya Monduli. Lami ikija, mbuzi wazuri ndani ya wilaya Monduli wanapatikana Selela. Ndizi nzuri na mtazibeba zinapatikana Selela. Wali mtamu kuliko wali wote katika mkoa wa Arusha unapatikana Selela, lakini mahindi pia mazuri yanapatikana Selela. Sasa kwa nini msitusaidia? Na wakitusaidia kwa nini Oktoba tusitiki? Oktoba tunatiki hatutiki? Asanteni sana, Mungu awabariki. Nashukuru sana kwa kuja.